Amani siku ya kupiga kura, watu wawe na uhuru, wapige kura uhuru wakiitapa wenyewe. Amani siku ya kuhesabu kura ya pili, hapana kizuizi, kila mtu anani yako wazi mambo na amani siku ya kutoa matokeo ya kura. Mara nyingi shughuli zetu zinakuwa ni mazungumzo kwa hivyo, si aghalabu sana kuisikia kamati inafanya kazi katika vyombo vya habari, mara nyingi ni mazungumzo. Panapotokezea jambo, tunakuwa tunamwita, kwa sababu ni nasaha saha zaidi, ambayo ndio tunayoifanya. Lakini pamoja na hilo, huwa tuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanya ndani ya watu. Hakuna hakuna amani, basi hakuna maendeleo. Tungetamani kwamba watu wawe na amani kutoka ndani ili waielezee nje, alafu na basi tuwe na maendeleo, kwa sababu kutakuwa na ushiriki mkubwa katika kazi za kimaendeleo kama ni chombo cha kidini kinachohitaji ni amani na utulivu o so, mpaka leo imetufikia sisi, na sisi tumepokea kutoka kwa waliotutangulia, tunaendeleza jambo hili. Uchaguzi ni nini? Tunataka watu wetu wajue ya kwamba hata kwenye dini swala la uchaguzi lilikuwepo, na kwamba uchaguzi si sababu ya watu kuhitilafiana. Tukiwa tuna kamati zinazofanyia kazi amani kabla haijavunjika, ni jambo la msingi sana. Nawashukuru sana kuja na mwongozo mwongozo wa viongozi wa dini kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na mwongozo kama huu. Nashukuru kwa kunipatia nakala hii, tutaisoma vizuri, na ni mategemeo yangu kwamba viongozi sote tutausoma mwongozo na tutauzingatia.